Kwa hiyo Tanzania, shalom Tanzania. Shalom Tanzania. Tanzania. Tanzania. Tanzania. Tanzania mpya inakuja ndio, na Mungu anakwenda kujitwalia jeshi lake ndio, jeshi jeshi lake lake ndio anakwenda kujitwalia jeshi jeshi lake lake ndio. Yeah. Anakwenda kujitwalia jeshi lake ndio, kwa sababu Mkristo alifaa kutawala ndio, ndio, mm. Na inakuja kutokea kwa sababu huu ni wakati Yes. Wakati wake umefika. Yeah. Yes. Tanzania mpe inakuja. Yes. Kwa sababu ya revival. Kwa sababu ya revival. And it is a must. Yeah, it is a must. It shall come to pass. It lazima itatokea. Hakuna yes. budi lazima it will happen. itatokea, lazima itatokea. Hakuna budi lazima itatokea. Tanzania mpya inakuja yes, na hakuna budi. No one can, can, can, can stand yes, against this. Tanzania mpya inakuja so. New Tanzania, welcome. New Tanzania welcome, yes, new Tanzania. Tanzania mpya umekaribishwa, yes, Tanzania mpya umekaribishwa. Welcome new Tanzania na yule ambaye anakuja kulete mabadiliko ndio anatoka tu CCM. <laughs> CCM anatoka tu CCM, ndio anatoka tu CCM, ndio ni wa CCM damu. Atakuwa kama Magufuli, atakuwa sio kama Magufuli, zaidi ya Magufuli, yes Atakuwa zaidi, mm -hmm. ya Magufuli. Yes. zaidi ya Magufuli, the late mm -hmm. yeah, the late, yes. uh, President Magufuli, yes. atakuwa zaidi ya Magufuli, lakini atakuwa na moyo ule ule wa Magufuli na mori yeah. mm -hmm. atakuwa kama magu, exactly, mm -hmm. lakini zaidi ya Magufuli yes. so, this man is coming from CCM Yes. Is coming from from CCM. Yes. na ana anakuja ana kulete Yes. mabadiliko. Yes. na there, there, there shall be new Tanzania new Tanzania it is new, coming. Yeah, it is coming. New Tanzania is coming. I saw new Tanzania Yes. ambaye ita maana I, I, I said earlier before that uh, the people of Tanzania Mungu um, yeah. anawaletea kitabu mpya yes. anawaletea kitabu mpya a new book. A new book of governance. Yeah, of governance. Yes. That is the uh, the constitution. The constitution. Yeah. So inakuja na unajua kumekuwa na changamoto, yes. Tanzania kupata katiba mpya lakini, yes. Uh, inakuja, we are still praying for Tanzania. Yes. kwa sababu Tanzania kunakuja mabadiliko makubwa mno, yes. if they don't know kuna kuja mabadiliko makubwa mno. A revolution na kinachokuja Tanzania ndio, ni kitu kipi ambaye hawakutarajia. Kinachokuja Tanzania, hakuna Mtanzania ambaye alitarajia, na hakijasikika na hakijasikika, ndio, na hawakutegemea ndio, kabisa kwamba hayo yatatokea ndio Hawakutegemea, hakuna mtanzania alitegemea kwamba hayo yatakuja kutokea ndio. Kwa hiyo shalom Tanzania as well. Maana kunakuja mabadiliko makubwa sana ndio, na hakuna mtanzania ako aware right? Yes. Now Yes. Eh, wote hawako aware kwamba hiyo kitu inakuja, lakini it is coming, inakuja kama moto. Yes. Inakuja kama moto. Yes. Na inakuja kama moto. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Glory to God. Nilisema kwamba Tanzania kuna farasi wawili ndio, na wangejua, ndio maana farasi, kuna farasi ya green na hii ya rangi rangi, wangeweka mtu juu ya hii ya rangi rangi, ya hii ya rangi rangi, yes. Farasi hiyo ingine ndio ingeshinda, ndio hii ya green ingekuja namba mbili. Yes. Wangejua, wangeweka mtu juu as jua as, early as yesterday nona Yes. Yeah. Kwa hiyo hiyo farasi ya rangi rangi eh ndio iko na rangi ya white iko na rangi ya blue, bluish Yes. Iko na rangi ya kama red hivi Yes. Kona tu rangi rangi tu iko na turangi rangi tu. If kama wangejua, yes, wangeweka mtu juu.